Meisha hiyo <laughs> na Kristina ameanza kunipendapenda yaani, mwanzo alikuwa anaika ugumu ule eh, eh, lakini sasa hivi mahaba yameanza eh, kukolea. Wale ambao wanachora piko leo waende wakachore piko zikauke, wale ambao wanapaka ina wakapake ina, zikae vizuri sawasawa, lakini kesho kila anayekuja uwanjani lazima apendeze, piga makeup yako safi kabisa, na ili kumpa support wifi yao, kila shabiki mwanamke ambaye anakuja uwanjani avae wigi lake la kisasa. Kesho ni siku ya mawigi day. Kwa hiyo watu wavae mawigi vizuri, kwa ajili ya kumsapoti wifi yao. So kubwa ni hilo kwao. Hii ni mechi personal na mimi naichukulia very personal, na insha Allah jambo letu litatimia. Au unasemaje? Hivi atakubaliana kuona kwamba madamu wao wanakwenda kuolewa na Masanza? Unajua kuna ile unaolewa, lakini sasa unaolewa na nani? Unaolewa na Masanza, mwanaume ambaye hata kwenye akaunti yake hata laki tano hana mimi nitaenda kuishi maisha ya shida. Kwa hiyo wachezaji wangu, na nisha sema Kitonga haipo safari hii yani Masanza, ili kwamba kama ya si kwenye akaunti yangu sina, sina nini, hata laki tano hamna, hata laki tano huna, hata laki tano hana, achana na kutupa hela za baba mdogo, akaunti yangu ina shilingi. Umeshanielewa? Kwa kwa hiyo ambacho nasema kwamba wachezaji wangu Naombeni kesho tupambane katika mechi tuweze kupata ushindi. Mimi siko razi kuolewa na Masanza. Nitaenda kupata shida, yu huyu hajui matunzo, hajui nini, hajui chochote. Sasa wanangu, mkiacha mimi kesho nikienda kupata hiyo changamoto, mimi sitaki. Kwa hiyo naomba yu sana vijana wangu, kesho pambaneni, tunajua Singida ni wazuri, yaani kama ambavyo tulifanya comeback kule Tabora the same pia tunatakiwa kesho by then, ukiangalia kwenye kwenye historia tangia Tabora bora tumepanda ligi kuu, hatujawahi kumfunga Singida na wala Singida hajawahi kutufunga aidha ni nyumbani yeye yeah, akiwa nyumbani ama sisi tukiwa nyumbani. Kwa hiyo tunatakiwa kesho tukavunje huo mwiko, kabla hatujaenda kula siku kuu ya Pasaka. Leo ni Jumaa kuu tunasali kwa niaba ya Tabora United, kesho tunamfunga TDA, tunamfunga Singida Black Stars, tunakwenda kwenye mkesha, tunajiandaa kwa ajili ya kusherekea siku kuu ya Pasaka. Yote kwa yote, najua huna milioni kumi ya kulipa mahari kwa mzee Mwagala, huna, kwa sababu hata laki tano kwenye akaunti yake hana. Kwa hiyo ili hapo hapo, yani ili masasa awezi kunioa mimi, lazima awe na hela ya shilingi. Mahari yangu mimi ni milioni kumi. Punguza mdomo, ndoa itakuwa ngumu. Mimi nimeajiriwa na kwa ajili ya mdomo, tutadumu kweli? Mambo hatuwezi kudumu kwa sababu una hela